Katika Art and Lifestyle wiki hii. Naitwa Agusta Masaki, ni mbunifu wa mavazi. Mimi kwanza na, na, nafanya sana kazi za mikono. Naweza sana. Nilizaliwa ni msanii tangu niko shule ya msingi. Hata nyumbani kwetu ni kwa nilikuwa nasuka watu, napata hela za hapa na pale. Kwa hiyo mimi najua kusuka, najua kupaka makeup, najua kushona, najua kufuma. Kuna mtu mwingine ananipigia simu ananiambia, nataka na nje nijifunze ushonaji. Namwambia karibu. Lakini akishafika hapa, kia nikimfundisha naona huyu sio mshonaji. Hataki kukata, hataki kujifunza, sijui nini yaani. Uh, unamwona sa katika darasa, uwezeke wakisha shona, ndo anakuja hapa, tunaweka decoration hii hii ya silva hapa, goldi hapa, tufanye hivi tufanye, najua huyu ni stylish. Ndo maana tunataka tuzalishe watu ambao hawatatualibia CV watatuongezea CV na kutuongezea uaminifu katika kazi zetu tunazozifanya, kwa sababu hizo ndo ajira zetu zinapeleka mjini. Usikose kipindi hiki, ni Jumamosi saa tatu na dakika 45 usiku hapa ITV.